ni ninyona why nyamenyire no, ko, ni kon nya menyire he orionire he, orionite. Mm -hmm. he, orionite. he orionite. Mm -hmm. ni ru dare i think over the moon excited ni ndiraki hika ngageria ringi tukimu convince tukithie tukithi na liam no twathiere uh, uh, my my ugumu tatia my partner back then ni athire wira waja na dari athi muno no na ni ngitikira tondu athiaga only 2 years na ni dari very comfortable tondu miaka iri atakire mingi ugwicoka atiriri riu we muhiki reke tu we muhiki tondu ahe kiheanu ni baba wanyu ni atikiria ona koro mauduma maya mangi mwikage mwabiririe gwikarania na mudu uyu uri o muhiki atwikania guthie wiranja na gwikara 2 years mm -hmm.